E, kwa mchango wake mkubwa katika kutoa maarifa ya Uislamu e, nchini. Aa, na leo tena nataka nizungumze na wewe ndugu yangu mwislamu kuhusiana na suala zima la adabu za swala ya idi. Adabu za swala ya idi e, e, swalatu al idi, swala ya idi iwe ni idi lfitri au idi ladha Eh, ni katika vitu ambavyo tumepewa sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni katika vitu zawadi Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi ummati Muhammad. Watu wa nyuma huko hawakupewa swala ya Eidil Fitri na Eidil Adha, hauna ummati wa Nabii Isa swala ya Eidil Fitri na, na Eidil Adha na mitume wengine waliopita. Sisi ummati Muhammad ndio tumepewa swala ya Eidil Fitri, na historia yake fupi ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifika Madina, akawakuta watu wa Madina wana siku mbili, katika siku mbili hizo wanacheza na kufurahi Akawauliza swali, hizi siku ni siku gani mnazocheza na kufurahi ndani? Wakamjibu wakamwambia kwamba kuna nalabu fihima fil jahilia, hizi ni siku ambazo tulikuwa sisi tunazitumia kucheza kabla ya Uislamu. Kwa hiyo, wenyewe tunaendelea kuzienzi. Mtume salallahu alaihi wasallam akamwambia hapana, qad abdalakumullahu bihima khaira minhuma, Mwenyezi Mungu amewabadilishia nyinyi siku bora nzuri kuliko hizi siku zenu mnazocheza. Akawapa siku mbili wa huma wahuma yaumul fitr wal adha naani, na -adha, ni siku ya idil fitri na idi al adha. Kwa hiyo ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo tumepewa sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madhumuni yake makubwa ni kuonyesha kwamba dini ya Kiislamu ni dini pia inazingatia mambo ya furaha eh, na starehe ya mwili, ni dini ya maumbile, ni dini ya kimaumbile. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshereheka swala zaidi nyingi sana, adabu za swala ya idi Watukufu ndugu zangu katika iman, tutakapokuwa, tutakapokuwa tume, tunaenda katika idi, na hapa tunailenga idi lfitri, ni kwamba katika idi lfitri baada ya mwezi kuandama, kitu cha kwanza kabisa kinachoanza ni takibira za idi. Takibira za idi za takiwa hizi zipigwe na Waislamu wote, wakiwa majumbani mwao, wakiwa masokoni, wakiwa misikitini, wakiwa makazini, popote pale walipo, wapige takibira ni ibada kubwa sana kupiga zile takbira na kumaadhimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na takbira zaidil Fitri zinapigwa tangu mwezi ulipoandama wa, wa Shawwal mpaka kuja imamu kuja kuswalisha swala ya Eid. Yatakiwa watu wapige tu hizo takbira kwa wingi sana, walitukabiru Allah ala ma hadakum, na mumkabiri Mwenyezi Mungu kwa sababu amewaongoza, amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya ndani ya ya Qur'an. Lakini adabu ya pili, adabu ya Eid ni kwamba mtu atakiwa pale nyumbani kwake ndo aoge eh, na achukue udhu nyumbani, uoge na uchukue udhu, na baada ya hapo uvae nguo yako mpya kwa ajili ya kuenda kuswali Idi na wataenda kuswali Idi, eh, wa, wanaume na wanawake, watu wazima na watoto. Yani wewe kama baba wa familia utoke na nyumba yako yote kwa ajili ya kuenda katika eneo la kuswali Idi. Ni sunna kubwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni katika adabu kubwa za swala ya Idi kuondoka na familia yako kwenda kuswali Idi. Usende peke yako ukawaacha watoto wako nyuma, nenda nao hata wale watoto wa kike watakaokuwa katika ada, utakwenda nao pale katika uwanja wa kuswali Idi. Na kama itatokea labda ni msikitini wao, utawaacha tu kwa nje, watasubiri dua, watashiriki katika dua, hawatasali, lakini baada ya hapo, mawaidha watakuwa wamesikia, dua watashiriki, na mambo mengine yote watashirikiana na Waislamu. Ni sunna pale nyumbani, kabla hujaondoka, kula tende ama maziwa ama maji ama chochote utakachokuwa chepesi. Kabla hujaondoka nyumbani, ule tende Halafu ndio uondoke uende katika musalla al-Eid, uende ukaswali Idi. Ukifika katika uwanja wa kuswali Idi, kama itakuwa si msikitini, wewe utakaa kuitikia tu zile takbira, hautalazimika kuswali sura aina yote. Labda kama itakuwa ni msikitini, ndio utaswali tahiyatul masjid, lakini wewe utaitikia tu zile takbira. Baada ya swala ya Eid, itakuwa usikilize hutuba mbili, na baada ya kusikiliza hutuba mbili eh, ushiriki mpaka dua eh, ile ya mwisho. Eh, adabu nyingine katika adabu za siku sasa ya Idi, ukiacha adabu za swala ya Idi, adabu za siku ya Idi. Siku ya Idi ni siku ya furaha, siku ya Idi ni siku ya mshikamano. Kwa hiyo adabu za siku ya Idi ni kuunga udugu. Kuunga udugu ni kitu kikubwa sana, kwa hiyo utawatembelea ndugu zako na kuwapa mkono wa Idi na kuombeana dua. Adabu za siku ya Idi ni kutia furaha katika nyoyo za waislam kama una uwezo wa kuwapata watu wa kuwaalika Waislamu hususan wale wasiojiweza, ukawaalika ukawasaidia, itakuwa ni jambo bora. Adabu za siku ya Idi ni kutia furaha kwa mayatima. Kuna mayatima, kuna wagonjwa, kuna wafungwa. Ukaenda kwa wagonjwa, ukawasalimu, ukawapa mkono wa Idi, ukawaombea dua, ni kitu muhimu sana na ni kitu kinachotakiwa sana katika sharia, ni kitu ambacho kimehimizwa. Adabu za siku ya Idi kuwaombea dua hata ndugu zenu waliotangulia mbele mbele ya haki. E, hi, haya ni mambo makubwa yakifanywa, yana siri kubwa. Ya ndugu zanguni katika iman, mimi nataka nimalize na, na kueleza kwamba ni marufuku siku ya yaidi kumwasi Mwenyezimungu Ta'ala, ima kwa kuzini, ima kwa kulewa, ima kwa kuiba, ima kwa kufanya jambo lolote katika mambo ambayo Allah Ta'ala ameyaharamisha. Mtu yoyote wa Ta'ala ta katika siku ya idi atambue, ni kama vile amemwasi Ta'ala siku ya kiama, siku ya hukumu, Allah subhanahu wa ta'ala, anahukumu. Wewe unakwenda unafanya maasia. Ndugu zangu ni katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameeleza kwamba e, e, rawihul quluba sa'atan fasaha kwamba yatakiwa nyoyo ziwe zinapumzishwa wakati baada ya wakati. Uislamu umeweka idi kwa ajili ya watu kuweza kufuraha, basi tufurahi katika misingi ile ya halali, na nimwombe Mwenyezi Mungu azikubali bada zetu na tuingize katika furaha ya idi kwa salama na amani, na katika ile misingi ya halali. Ndugu yenu katika imani, Othiman Zuberi, katibu wa vijana wa Kiislam BAKWATA Taifa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu